inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo siyo halali na haitambuliki na wizara. Hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya ya sura 337 hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church almaarufu kama yeye aliandika kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mkata rufaa, mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yoyote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maana sisi mp tunabana na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani, swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba kwa wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa wao, hiyo hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hivi ni hii hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine. Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani, waishe na umma wa, na watuambie hiyo barua, kwa nini mpaka leo haijafikishwa? <laughs> lakini pia simamia lakini, rufaa mwenye wizara yake anasema barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia hivyo ni dhahiri kwanza, anasema anasema barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara. Sasa huyu ambaye anafungia makanisa eh? Hmm. anafungia makanisa kwa kutumia barua hii ambayo haitambuliki na wizara au barua nyingine kama nilivyosema, na kwa mwangalifu kwa sababu mawakili tuna maadili yetu, na kwa sababu kesi kwa mahakamani kuna mipaka fulani, si ruhusa kuivuka, lakini majadiliano ya kisheria ndani e, ya mipaka ya staha yanaruhusiwa, na watu wanapoenda wanaosikiliza, wanaokwenda huko huko, na mawakili wenzangu nao nawaalika wajaribu ku, kulijadili hili kwamba hivi ni halali kiasi gani kwa makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church kufungiwa kufanya shughuli zake katika context ya namna hii. e, barua inasema kabisa kwamba hii barua inasema, inasema kabisa kwamba kabisa kwamba kwa, kwa mjibu wa mkono wa huyu waziri wa mambo ya ndani kwamba kanisa lilofutiwa usajili. Yaani kwa mjiba hiyo barua hiyo hapo, kama nilikosema, inazunguka mitandaoni na barua hiyo hiyo ndio ambayo watu wamejinasibu kwamba wanaisimamia eh? Mwenye wizara anasema kanisa lilofutwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church.